Uh -huh. Ndio maana vitunguu zangu zilikuwa zinanuka mafi. Abdul Rashid, sinunui vitunguu tena. Kumbe hii dio shukuli upitia. Waistline cause you's a big dancer. Uh -huh. <laughs> Governor, 048 anasema unyambie vitunguu alafu ukuje utuuzie <laughs> them, uh -huh. Aita toxic ah, anasema vitunguu silent zinasema kila saa ni kunuka mavi, kunuka mavi <laughs> <laughs>